Mama Bikira Maria alimpatia Mtakatifu Dominiko ahadi kumi na tano za uzazi na kwa maana yote ile ilikuwa ni kulingana na matendo kumi na tano au makumi kumi na tano ya uzazi mtakatifu yaliyojumuisha mafumo ya furaha, ya uchungu pamoja mafumbo ya utukufu, kabla haya mafumbo ya mwanga hayajaongezwa baadaye na Papa Yohane Paulo wa pili mtakatifu. Moja kati ya ahadi ambazo mama Bikira Maria alimpatia Mtakatifu Dominiko, ahadi ya kwanza alisema kwamba wale wote watakao sali Rozari watapata neema za pekee. Neema za pekee ni neema zipi? Neema za pekee ni zile neema ambazo apewi kila mtu, ni neema zenye utofauti au pekee wa ajabu. Hiyo ni ahadi ya Mama Bikira Maria, lakini ahadi ya pili Mama Bikira Maria alimwambia kwamba Mtakatifu Dominiko, nitawajalia ulinzi thabiti wote watakao sali rozari. Kila mtu katika maisha yake anaye sali rozari anaweza akanithibitishia hili katika maisha yake kwamba rozari inakuwa ni ulinzi mkubwa wa kimwili na kiroho kwa wote wanaohisani. Kwa mfano katika vita ya pili, vita kuu ya pili ya dunia kule Japani, katika vita ilivyotokea, kulikuwa kuna yale mabomu ya nyuklia yaliyoanguka maeneo ya Hiroshima na Nagasaki kule kulikuwa kuna nyumba mbili za kitawa, moja ya wafransiskani na moja ya wadominikani. Katika hizi nyumba za kitawa, bomu la nyuklia lilianguka karibu na zile nyumba, lakini jambo la kushangaza ni kwamba bomu hili la nyuklia alikuweza kupasuka au kulipuka litua e tu ikatulia, e, lakini siri kubwa ambayo ilikuja e, e, kujulikana kwamba hizi nyumba mbili za kitawa Rozari likuwa inasaliwa na moja ya shuhuda mmojawapo katika wale watawa wa kiume brother alisema kwamba tunaamini na tunauishi ujumbe wa Fatima, tunasali Rozari katika nyumba zetu hizi. Nyumba mbili za kitawa Rozari ilikuwa ikisaliwa kila siku.